Ndugu zangu, kuna mambo kwenye maisha tutapitia ambayo hayana syllabus. Kuna vitu tutapitia kwenye maisha, hakuna kitabu au curriculum ya kukuambia namna gani uenende katika nyakati hizo. Kuna vitu tutapitia kazini, hakuna mahali popote katika mafunzo yako ya chuo kikuu miaka mitatu ambayo ilikufundisha namna gani ya kufanya katika nyakati hizo. Kuna nyakati utapitia kwenye ndoa, hata kwenye ile madarasa tunaitwa premarital classes, madarasa kabla ya ndoa, pengine hata hamkufundishwa. Kuna vitu tulipitia kipindi cha corona, hamna mtu alikuwa na cheti cha kujua how to deal with corona. Hakuna, wote tulikuwa wageni, tukapitia huo mpito. Hapo nyakati hata tulizo sasa hivi ni mapya kwetu ni mageni kwetu, lakini Biblia inasema Yesu alituachia msaidizi, Roho Mtakatifu, ambaye ni mwalimu, atatufundisha yote, atatukumbusha yote. Roho Mtakatifu, mwalimu mzuri. The Holy Spirit, a wonderful teacher.